Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imesema itaanzisha mchakato wa maridhiano ili kuweza kuimarisha amani, umoja pamoja na mshikamano wa kitaifa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi amesema ya kwamba ni dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha tunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili hata hao wachache wanapata nafasi ya kusikilizwa na kuwa taifa lenye amani na utulivu. Katika hatua nyingine, makamu wa Rais Dkt. Emmanuel Nchimbi amesema kwamba dhamira na na ya serikali inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa nchi ya maridhiano, amani na umoja. Baada ya uchaguzi, tunachagua kujenga, si kugawanyika. Hatua hii inakuja kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliotamatishwa siku kadhaa zilizopita ambao ulifanyika Oktoba 29 mwaka huu ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan alishinda kwa kishindo kwa takriban asilimia tisini na saba katika uchaguzi uliofanyika hivi karibuni. Hata hivyo, katika uchaguzi huo kuliibuka vurugu pamoja na maandamano dhidi ya Watanzania waliojitokeza kupingana na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan. Katika hatua nyingine, pia jumuiya na taasisi mbalimbali zimekuwa zikitaka maridhiano ndani ya taifa la Tanzania huko msisitizo wa viongozi wa juu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan ikiwa ni kuanzisha maridhiano zidi ya Watanzania pamoja na viongozi wa kisiasa ili kuweza kurejesha mshikamano, umoja wa kitaifa kama ambavyo amezungumza Dkt. Emmanuel Nchimbe ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Swala la maridhiano ni swala ambalo limekuwepo tangu Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia kwa mara ya kwanza na kuapishwa kwa, kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia kifo cha aliyekuwa mtangulizi wake hayati Daktari John Joseph Pombe Magufuli. Rais Samia Suluhu Hassan mara tu baada ya kuingia madarakani alitangaza ujio wa 4R zikiwa na mlengo wa kutatua changamoto za kisiasa pamoja na kujenga mshikamano wa kitaifa katika tifu la Tanzania kufuatia baadhi wana ya wanasiasa ambao walikuwa ni shutumu serikali ya awamu ya tano iliyongozwa na hayati Dkt. John Joseph Magufuli, huku kukiwa na kundi kubwa la wanasiasa na kukimbilia ughaibuni kufuatia matukio mbalimbali mbali ya kisiasa ambayo ilidaiwa kutokea katika kipindi cha serikali ya awamu ya tano. Rais Samia Suluhu Hassan alijenga juhudi za kuhakikisha anarejesha mshikamano, umoja wa kitaifa dhidi ya viongozi wa kisiasa, viongozi wa upinzani na hata makundi mbalimbali mbali nchini Tanzania. Pia tumeshuhudia mara kadhaa katika kipindi akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akikutana viongozi wa kisiasa na kuweza kuzungumza nao juu ya masuala mbalimbali yanayohusu mstakabali wa taifa la Tanzania.